Kwa kuna picha naenda kuwawekea hapa. Huyo bwana alikuwa na tabia ya kwenda kumchukua msichana wake shuleni na kumpeleka kila siku. Lakini siku anajiandaa kwenda, alipata mshtuko wa moyo. Na walivyompeleka hospitali, huyo bwana alifariki. Lakini yule mtoto wake hawakumwambia kama babake tayari ametoweka. Na nitawawekea picha hapa. Yule mtoto alivyofika nyumbani, aliuliza, baba yuko wapi? Wakamwambia babako alisikia kicha kuuma, lakini yupo hospitali, twende tumwangalie. Alivyofika pale alikuta babake amelala na kimya kabisa. Yule mtoto alianza kushakia, lakini akawambia kwamba muache niweze kulala kwenye kifua cha yangu ntajuwa kama yupo wala hayupo. Alivyolala pale kwa kifua babake, akakuta babake ametulia kabisa. Lakini alimwambia babake kwamba, kama umelala baba, najua upendo wangu kwako hautawapunguka kamwe, na kuomba uweze kuamka na twende nyumbani. Lakini yule bwana alikuwa tayari ameondoka. Na kama hali hii imekusha pitia wewe ama ndugu yako katika familia yako, weka like hapo. Asante sana.